Mbuzi mimi mimi ni mfugaji huko kwetu, mbuzi wao wananitoa jasho. Wako washirika wana tabia kama ya mbuzi, kusumbua, kukimbia huku na huku. Tumewapa kazi watumishi wa Mungu, acheni hiki, tunaenda rudi. Wewe unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ah, utakuja siku moja, utakuja kutoa hesabu, sababu umewasumbua Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine ni kondoo, ni wanyenyekevu, ukiwaelekeza wanaelewa, wakiambiwa wanaelewa, ni watulivu. Bwana Yesu asifiwe. Nao katika kundi la wanyama waliotoka ni wachache mno. Bwana Yesu asifiwe, tumwombe Mungu atupe neema ya kusikia wazazi wetu wanavyotuelekeza. Bwana asifiwe. Hawa ni wapakwa mafuta wa Mungu, anawatambua wakilia juu yako, huwezi kufanikiwa. Baraka zetu ziko kwa hawa, akiumia ujua amemuumiza Mungu. Ngoja nikwambie kidogo, mtumishi wa Mungu yoyote anatakiwa kuheshimiwa, hata kama ni mdogo. Vipi sisi wenyewe ni watumishi wa Mungu tu natakiwa kuheshimiana. Amen. Bwana asifiwe. Usimdharau mwenzako. Jua ni chombo hata kama hajawahi kusimama kutoa ujumbe lakini Mungu anamjua. Amen. Pengine ana mambo mazito kuliko mimi ninaposimama hapa. Amen. Wako watu wamekalia jumbe huko, Mungu anasemesha mambo mazito. Lakini usifikirie ni sifa na wewe. Utayatolea moja unaogopa watu watakula wewe. Ukisimama utatoa hesabu ya hicho Mungu alichoweka ndani yako. Unatakiwa ukiseme, huenda yuko mtu ni mlengo atapona ukisema wewe. Unanyamaza umeua mtu. Bwana Yesu asifiwe. watu wengi Mungu akanifundisha tena hivi unajua wewe ndo mchawi namba moja. Wakati mimi natoa jumbe, alafu natumika, alafu ananiambia mimi ni mchawi namba moja, nikamwambia kivipi? Akasema michango mingapi imetangazwa na umesikia hauja Sisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa kuna wachawi, kuna wauaji humo. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni msengenyaji, basi ni muuaji, maana mimi nilisengenya nikaonekana nimeua mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona nimeua mtu, nikawa nasema kwa uzuri tu. Naomba mnielewe, maana mimi na tabia uinjilisti nimesha soma ujumbe kama mbili zimepita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaona, kaka yangu mimi ana hela hataki kumsaidia mama. Nikachukia, nikasema au hizi hela za chuma ulete au ni za masharti. Kwa nini amsaidi mama? Nikaongea na mdogo wangu tunafuatana. Akasema, dada, hata mimi sielewi. Si ndo tunahangaika 5000 tumrushie mama? Yeye ana magari, anatembea na ndege, hataki kumsaidia mama. Usiku ulivyofika nikalala, nikaota ndoto. Nimeua mtu barabarani, nimemchinja, nina sufuria, nakata nyama za mapaja, steki, naweka kwenye sufuria, nataka nikapike. Nikaona aibu navyomchinja barabarani. Wapendwa wanapita, wanasema dada Roze, umeua. Naitika kwenye ndoto. Wengine wanakuja. Dada Roze umeua. Ndio. Umeua mwenyewe. Ndio. Naitika kwenye ndoto. Nikaona watu wananishangaa. Nikachukua sufuria ya yangu ya nyama, nikapeleka jikoni. Nikaja kuchukua maiti wangu yule, nikachimba kaburi nikamzika. Wakati nimemzika, kaburi liko ni hapo. Nikipiga hatua moja kwenda mbele, nikigeuka nakuta maiti imetoa miguu ya kaburi. Nasema mbona nilimzika? Imekuwa Narudi na naenda kushindilia miguu, nafukia. Nikitoka nikigeuka, nikiangalia, vinakuta maiti tena imetoa miguu juu ya kaburi. Nikasumbuka mpaka nikamka kwenye usingizi, nikakuta mapigo ya moyo yanaenda. Ndio nikajua hapa kuna onyo, nikapiga magoti. Ndo maana tunasema.